Kwa mara nyingine tena tumekutana hapa na leo tulikuwa tunataka tuongelee kuhusu mfumo mifumo ya uendeshaji biashara. Unajua, biashara siku hizi imefanywa kuwa rahisi, kwamba mtu mmoja unaweza ukatembeza biashara uka, uka run business in dunia nzima. So nachokifanya wewe uwe una ujasiri wa kuendesha biashara dunia nzima, ile inakuwa ina mifumo ya uendeshaji. Ikiwa biashara yako yoyote unayofanya haina mifumo ya uendeshaji biashara, basi ujue hiyo biashara haina maisha marefu, inaelekea kufa. Lakini biashara biashara ambayo ina, ina mifumo ya biashara inakusaidia a keep record ya biashara yako na kuendesha biashara bila stress zozote. So, na leo tunaenda kuangalizia mifumo ya biashara ambayo tutaenda kuongelea moja baada ya nyingine, lakini leo ningetaka niongelee zo au Zoho. So, Zoho ni mfumo wa uendeshaji biashara ambayo ina program zote ambazo wewe unahitaji. Unajua biashara inatakiwa ina ina ina olongo ambao unafanana. Kwa mfano, labda unamiliki biashara nane unayo biashara nane inatakiwa mteja a mteja mfano, tuseme ABC. So mteja a mteja akipokelewa kwenye a wa ABC anakuwa na taarifa za mteja. So kinachokifanya hicho, inatakiwa hiyo ni mifumo ya biashara. Uendeshaji wa mifumo ya biashara inahitajika. So leo ndo tunaenda kuongeleza hiyo Zoho katika, hebu angalia namna anaweza kufundisha kuhusu Zoho hapa chini.